Kwa majina ninaitwa Jeska Jakson Shoni, ni mwanafunzi wa shule ya upili ya wasichana Kitenga. Shule yetu ipo katika kijiji cha Kitenga, wilaya ya Tarime, mkoani Mara, na shule yetu ni ya bweni kwa wasichana. Shule inasimamiwa na shirika la masista wa moyo safi wa Maria Afrika. Shule yetu pia inasifika kwa kuwa na mazingira bora na mazingira rafiki kwa ajili ya sisi wanafunzi kupata elimu iliyo bora. Mazingira ni tulivu, hatuna kelele. Shule yetu imejaa shehena ya walimu wenye ubebezi walio na bidii katika kazi yao, wanaotufundisha masomo mbalimbali ikiwemo kompyuta, biashara, masomo ya science, pamoja na arts, ili katika yote kuhakikisha sisi mabinti wa shule ya Kitenga tunapata elimu bora. Vilevile, masista hawajatuacha mbali katika swala la maadili. Wanahakikisha kuwa tunakuwa na maadili bora, wanatufundisha nidhamu njema na jinsi gani tunavyoweza kuwa wanajamii bora na kuwa kioo cha jamii nzima kwa ujumla. Matokeo ya shule ya Kitenga yana landana pamoja na mazingira tuliyonayo. Tuna ufaulu mzuri, Division 1 na Division 2 ni kikomo cha ufaulu wanafunzi shule ya Kitenga. Licha ya hivyo, shule yetu inatoa lishe bora kwa wanafunzi ili katika yote kuimarisha afya na uwezo wa kuwa na ufanisi mzuri darasani. Pia shule yetu inatujenga katika mazingira ambayo yatatupelekea sisi kuwa watu wa kufanya kazi kwa juhudi na jitihada. Tunajifunza masuala ya kilimo, tunajifunza jinsi ya kufanya shughuli mbalimbali ikiwemo kufanya usafi, kufagia, kupiga deki, kuchota maji na shughuli nyingine za shamba kama vile kulima, kuvuna pamoja na kutunza bustani, ambayo inatusaidia pia kupata matunda pamoja na mboga kwa ajili ya kuimarisha afya zetu. Licha ya ufaulu mzuri, licha ya mazingira mazuri, pia shule yetu inatupatia nafasi ya sisi kukuza vipaji kupitia michezo. Shule ni kwetu, tunacheza michezo ya football, tunacheza netball, handball na pia shule yetu inashiriki michezo mbalimbali -mbali, hasa ya kutoka nje ya shule kama Umiseta pamoja na michezo mingine ili yote kuhakikisha mtoto wa kike asiishe kupata elimu lakini pia aweze kukuza kipaji. Ingawa shule yetu iko chini ya uangalizi na usimamizi wa dini Katoliki, lakini inapokea wanafunzi wa dini zote, na zaidi shule yetu imekaa katika mazingira ya kumkuza mwanafunzi kiroho. Tunafundishwa sala mbalimbali mbali, ambazo zinatujenga kiimani na kutufanya licha ya kuto kutambua masomo tutambue nafasi ya Mungu maishani mwetu. Kitenga ni shule ambayo ina uzuri wa kusifika moyoni, ina uzuri wa kusikika masikioni, kwamba ninajivunia shule yetu. Sisi kwa pamoja tunajivunia walimu tulio nao tunajivunia masista tulio nao, tunajivunia sisi kwa sisi, kwa sababu tuna umoja, tuna upendo, tuna mshikamano, tuna nguvu ya pamoja, tunainuana pale tunapoanguka. Kuna msemo mmoja wa Kiingereza anasema kwamba there is nothing a girl cannot do, kwamba hakuna kitu ambacho mtoto wa kike hawezi kufanya. Tunaweza kutenda mambo makubwa. Wito wangu kwa wazazi, wazazi, mtupatie nafasi, tusiishie kwa kandamiza watoto wa kike kwamba hatuwezi. Hapana, sisi tukipewa nafasi tunaweza, ili katika yote tutengeneze jamii iliyo bora tengeneza taifa lilo bora lenye nguvu na mshikamano na mchango wa wanawake. Kitenga juu!